Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, jaji wa mahakama ya rufaa, Mheshimiwa Jacobs Mwambegele amemaliza ziara yake mkoani Katavi kwa kutembelea na kukagua vituo vya wazi vitakavyotumika na wapiga kura. Miongoni mwa vituo alivyovitembelea mwenyekiti huyo wa tume, jaji Mwambegele na kukagua, ni pamoja na vile vitakavyotumika na wapiga kura waliohamishwa kutoka kwenye kata zilizofutwa za Mishamo, Ilangu Bulamata na Ipwaga katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi. Baada ya kujionea maandalizi hayo ya uchaguzi mkuu namna yalivyo, Jaji Mwambegele anasema Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inaendelea na maandalizi kwenda kwenye uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani utakaofanyika tarehe 29 mwezi huu wa 10, 2025. Uh, kufuatia tangazo la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, kuna baadhi ya vituo tulisema kwamba tunavihamishia nje ya makazi. E, sasa hapa e, ni kati ya vituo ambavyo tumevihamisha toka kwenye e, eneo ambalo ni makazi ya wakimbizi. Kama mnavyoona vituo vingi hapa vipo vituo thelathini na uh, saba vya kata mbili uh, na kuna sehemu nyingine tena ambako pia tutaenda pia kutembelea kuangalia maandalizi yanavyoendelea. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imetoa matangazo yaani, uh, bahati nzuri tuliruhusiwa kuingia kwenye uh, maeneo ya makazi na kutoa matangazo kwamba uh, wapiga kura ambao uh, walijiandikisha na ambao kwenye daftari ya kudumu wapiga kura watakuja kupigia kura sehemu gani. Kwa hiyo wananchi wanajua, wana, wana, wana wana ufahamu e, ambacho Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imejitahidi kuweka vituo e, hivi karibu na kila eneo ambalo vituo uh, vimehamishwa ham, na vituo na, na, vimefutwa pia. Lakini kizuri zaidi ni kwamba uh, uh, nimeambiwa kwamba wananchi wanaufahamu na watakuja wajitokeze, na kama nilivyoona maandalizi yanaendelea vizuri hapa, wanamalizia tu uh, kwa ajili ya kukamilisha zoezi. Asante. Naye msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Tanganyika, Bi Kagemlo Charles Mutagwaba amesema wapiga kura kutoka kata na vijiji vilivyofutwa kwa mujibu wa tangazo la serikali tayari wamehamishiwa vituo vingine vya kupigia kura. Bi Mutagabwa amesema taratibu zote zimekwisha fanyika na wamekwisha julishwa, huku wakiwa wamehamasika kwa ajili ya kushiriki kuchagua rais, mbunge na madiwani ifikapo Oktoba 29, 2025. Tupo katika eneo la kata ya Tongwe kwenye kitongoji cha Ruhafwe, ambapo vimehamishiwa vituo vilivyokuwa kwenye kata zilizokuwa makazi ya wakimbizi, vituo vipatavyo tisini. Hapa tulipo vipo vituo 37 vya kata ya Ilangu na Ipwaga, lakini katika uwanja wa shule ya msingi Ruhafwe jirani na hapa kuna vituo vingine 46 vya wazi vya kata ya Mishamo na Bulamata. Vituo vilivyobaki vituo vipatavyo saba vitakuwa kwenye madarasa ya hiyo shule, ili kuunda hesabu inayofanya vituo tisini kwa kata zote nne. Hamasa kwa sasa zinaendelea. Tunashukuru uongozi wa makazi umeturuhusu jimbo. Tunaendelea na hamasa, ili kuweza kuwawezesha wananchi kutumia haki yao ya kupiga ya kura tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Maandalizi ya uchaguzi yote yapo tayari tupo tayari kwa zoezi, asante. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Mahakama ya Rufaa Mheshimiwa Jacobs Mwambegele akiwa anatembelea mikoa ya Katavi, Kigoma na Tabora kujionea maandalizi ya uchaguzi mkuu yalivyo. Wajumbe wengine wa tume wanatembelea mikoa mingine ya Tanzania Bara na Tanzania Zanzibar kukagua maandalizi hayo. Kauli mbiu ya uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na tano inasema, kura yako haki yako. Jitokeze kupiga kura. Kutoka hapa wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi, mimi ni Shafiru Makosa wa Uchaguzi TV.